Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Kwa nini tunakwenda kwenye duka la vyakula na bidhaa za nyumbani? Kwa nini tunakwenda kumwona daktari? Kwa nini tunakwenda kwenye nyumba za filamu kwa nini watu hupenda kuvaa nguo nzuri? Kwa nini tunakwenda kwa fundi wa magari? Tunakwenda kwa sababu tunayo mahitaji kama wateja na kama binadamu. Lakini je, mahitaji yote ni sawa? Kwa mfano, chakula na vinywaji vinakidhi mahitaji ya mwili kama njaa na kiu. Kuangalia filamu unakidhi mahitaji ya kisaikolojia ya kuburudika. Fikiria baadhi ya mahitaji ya kimwili. Ni bidhaa gani zinakidhi kila hitaji la kimwili? Fikiria bidhaa chache kama hizo. Fikiria baadhi ya mahitaji ya kisaikolojia. Ni bidhaa gani zinakidhi kila hitaji la kisaikolojia? Fikiria bidhaa chache kama hizo. Je, hili ni hitaji la kimwili au la kisaikolojia? Ni hitaji la kimwili. Na hili? Ni hitaji la kisaikolojia. Ni bidhaa gani zinakidhi mahitaji ya kimwili na pia mahitaji ya kisaikolojia? Kwa mfano, nguo zinatulinda kimwili lakini pia zinatufanya kujihisi kupendeza. Fikiria bidhaa chache zinazokidhi mahitaji ya kimwili na pia mahitaji ya kisaikolojia.